Mtu asiye na makazi aliyokuwa mama wa bilionea aliyekuwa amepuza, madaktari hawakuweza kumponya. Kiti cha magurudumu kilisimama kwa nguvu mbele ya hospitali ya kisasa ya Lagos. Kamera zilimulika, wauguzi walikikimbia. Mwanaume mrefu akiwa amevaa joho jeupe, Kingsly Enderson, mkurugenzi mkuu bilionea, alishika mikono ya mama yakena kunongona, tafadhali mama, jaribu lakini miguu ya Bi amanda haikuhamia. Uso wake ulitetemeka. Umati ukanyamaza kimya. Sauti ya karatasi ilikata hewa. Naweza kumponya. Vichwa vikaanza kugeuka. Mtu asiye na makazi alisimama kwenye ukingo wa barabara, akiwa amevaa koti la kahawia lililochakaa, mfuko wa kale ukiining'inia begani mwake. Nywele zake hazikuwa zimesugwa na ndevu zake zilihusikana. Na vumbi lilingaa miguuni mwake kama ngozi ya pili. Hata hivyo, macho yake yalikuwa imara kama mtu anayejua hasa atakachofanya. ataka cofania. Taya la Kingsley likakaza. Unaweza nini? Naweza kumponya ikiwa utaniruhusu. Tafadhali subscribe kwa channel yetu na uwashe notification bell ili usikose hadithi zaidi za ajabu kama hii. Bonyeza like na share kwa marafiki zako. Walinzi wakasogea mbele. Muuguzi akasema kwa hasira, "Bwana, tafadhali msijali." Kamera zilisogea karibu. Mtu asiye na makazi hakuogopa. Kingsley akameza mate. Alikuwa amewapeleka madaktari kutoka London, kutoka Dubai, kutoka Johannesburg. Walikuwa wamejaribu dawa, uchunguzi, sindano, hakuna kilichobadilika. Pesa hazikuwa tatizo, tumaini ndilo lilikuwa tatizo. Kingsley akachukua hatua moja kwa tahadhari kuelekea huyo mtu una itwa nani? Mtu yule akagusa kifua chake na kusujudu kidogo. Andrew Obina Namdi, watu wananiita Obina lakini Andrew ni sawa. Kingsley akaangalia uso wake uliochoka kisha akaangalia macho yaliyo dhaifu ya mama yake. Alichagua kitu pekee alichokuwa nacho, imani. Andrew vipi? Andrew akasujudu karibu na kiti cha magurudumu akaweka mfuko wake wa kale chini na kufungua kwa upole kama vile unabeba mtoto anayekula. Ndani kulikuwa na majani yaliyofungwa vizuri, mizizi na vibuyu vidogo. Mwonekano huo ukasababisha watu kuvuta pumzi kwa mshangao. Muuguzi akasema kwa mnong'ono, miti shamba. Mwandishi wa habari akasukuma mbele, walinzi wakashangaa. Andrew akaongea kwa utulivu. Nilijifunza kusoma mwili kabla sijajifunza kusoma vitabu. Wakati mwingine mwili husahau njia yake, miti shamba husaidia mwili kukumbuka. Akanua mkono na kutoa jani kubwa la kijani kibichi linene na lainisha bado likinyevu kwa umande wa asubuhi, aliinua juu kuangalia nuru. Hili hutuliza misuli, linaamsha kile ambacho hofu imekifunga. Mikono ya Kingsley ilitetemeka. utafanya nini? hiki tu Andrew akasema hakuna sindano, hakuna kinywaji, nitakuwa na miguu kuongea na mifupa yake na kusubiri. Walinzi wakangalia Kingsley, bilionea akatoa pumzi pole pole na kutikisa kichwa. Fanya hivyo. Umati ukasukuma mbele, simuzi kainuliwa, wauguzi wakaegemea tayari kumsimamisha ikiwa kitu kitaenda vibaya. Vidole vya Andrew vikatetemeka, kisha vikakaza akainamia karibu na Bi. Amanda, mama akasema kwa upole, ninajua unaweza kunisikia. Miguu yako haikufa, ilisahau tu jinsi ya kuishi. Sikiliza mkono wangu, sikiliza moyo wako. Tutaita miguu yako kurudi sasa. Akakuna jani kati ya vitanga vyake kutoa maji yake, harufu safi ya uhai iliinuka hewani nana udongo mvua. Akaanza kumkunabi Amanda mguu wa kulia kwa mzunguko taratibu, wa nguvu, wa heshima. Umati ukaangalia kila kitendo chake. Mikono yake ikahamia kwenye kifundo cha mguu, kisha kupita kwenye mguu, kukandamiza sehemu kana kwamba alijua ramani ya siri kwenye ngozi yake. Akarudia ibada hiyo hiyo kwenye mguu wa kushoto, mizunguko ya utulivu, shinikizo la upole, pumzi ya subira. Bi. Amanda akafumba macho, chozi likaanguka Andrew akainamia karibu na sikio lake, nitakapo hesabu hadi tano, miguu yako itakumbuka njia ya nyumbani. Kingsley atakuinua, utasimama kula. Kingsley likakaza mama, vidole vyake vikakamata makono wa joho lake karibu anguke magotini. Moja, Andrew, mbili, tatu, nne, akamnong'onia akasimama na kushika maangalizi yake. Tano, akatikisa kichwa kwa Kingsley. Bilionea akasukumisha mikono yake chini ya mikono ya mama yake. Walinzi wakasogea karibu, wauguzi wakashika pumzi, umati ukainamia mbele kama mwili mmoja. Uko tayari mama? Kingsley akauliza. Akatikisa kichwa dhaifu, lakini na uhakika. Wakainua. Kwa sekunde moja hakuna kilichotokea. Kisha mguu wake wa kulia ukarukaruka, kisha mguu wake wa kushoto ukashindilia chini. Wimbi likapita katika miguu yake kama mwanga mdogo baada ya mashua kukata maji. Magoti ya Bi. Amanda yakatetemeka, yakanyuka, kisha yakafunga. Alisimama akitetemeka, mrefu na amesimama. Umati ulivuta pumzi kwa mshangao. Sauti ya Andrew ilikuwa imara lakini ya huruma. Chukua hatua moja, mama. Akaangalia mwanawe. Kwa mtu aliyekuwa karibu naye kisha kwenye miguu yake, kana kwamba walikuwa wageni ambao alikuwa akikutana nao tena. Aliinua mguu wa kulia na kuweka chini, hatua moja. Uwanja wa hospitali ukalipuka kwa kelele. Akachukua nyingine mbili. Kingsley akaanza kulia bila sauti. Wauguzi wakapiga mikono kwenye midomo yao, simu zikatetemeka, watu wakipiga picha, wakilia na kucheka kwa wakati mmoja. Naweza kutembea. b Amanda akanongona, akishangaa. Sema kwa miguu yako. Andrew akasema naweza kutembea, akasema kwa sauti kubwa, sauti ikikata, naweza kutembea. Kingsley akamshika Andrew na kumvuta kwenye kumbatio la nguvu, hadi mfuko wa mtu yule ukaanguka chini. Machozi yakatiririka usoni mwa bilionea. Asante, asante, sijali wewe ni nani au unavyonekana. Umemurudisha mama yangu kwangu. Mikono ya Andrew ikaning'inia kwa mapigo ya moyo kana kwamba haikukumbuka kumbatio linavyohisiwa, kisha akamkumbatia Kingsley nyuma, macho ya kiangaza ingebidi ili ishe hapo kwa furaha na kupiga makofi na muujiza uliochongwa katika hewa ya Lagos. Lakini maisha hayaishi kwenye nuru ya kwanza, yanajaribu sauti kali ilikata kupitia kaleli, simama mbali na magonjwa Daktari akiwa amevaa joho jaupe, uso wake ukiwa umekaza kwa hasira na aibu, akasukuma kupitia umati na walinzi wawili. Ulimkuna nini? Nani aliyeruhusu hili? Hii ni hospitali, si soko. Kumbatio la Kingsley likalegea. Andrew akageuka viganja vikiwa wazi. Daktari, mimi... ungeweza kumuua, daktari akapiga kelele. Kamateni mfuko ule. Walinzi wakanuia mkono kuwa mfuko wa kale wa Andrew, mfuko huo huo ambao alikuwa amebeba kupitia maumivu na mvua, mfuko huo huo uliokuwa umehifadhi zana za madhumuni ya kepeki. Andrew akarukaruka, kisha akasimama imara, akikataa kuvuta nyuma. Kingsley akasimama kati yao. Ngoja alisaidia, uliona. Kila mtu aliona. Sauti ya daktari ilitetemeka. Nilichokiona ni mtu asiye na sifa akigusa magonjwa asiye na nguvu. Ikiwa kitu kitakwenda vibaya, ikiwa kutakuwa na athari, hutakuwa weye unayejibu kuwa bodi. Nitakuwa mimi. Achana na mfuko. Umati, uliojaa furaha sana, ukageuka kuwa na hofu. Wauguzi wakachanganyikiwa. Yikiwa walinzi wakasitasita wakiwa wamenaswa kati ya mamlaka na taratibu. B. Amanda, bado akisimama kwenye miguu yake mwenyewe, aliinua kidevu chake. Sauti yake ilikuwa wazi: acha mfuko wa kijana. Daktari akamkazia macho, kisha Kingsley. Bwana tafadhali simama pembeni, lazima tumchunguze, lazima tujaribu, lazima tuandike, lazima tujue alitumia nini. Macho ya Andrew yakazimia kwa muda. Alikuwa ameona hili kabla, miujiza ikifuatiwa na mashaka. Akakunja mikono yake Daktari, nitakuambia kila kitu. Sifichi maarifa. Uponyaji unakuwa unaposhirikiwa, lakini tafadhali niache nishike zana zangu. Kingsley akaangalia kutoka uso wa daktari uliokuwa mkali hadi nguvu mpya ya mama yake kisha kwenye mfuko uliokuwa na vipande vya maisha yaliyokaribia kuponda. Katika sekunde hiyo ndogo alifanya uamuzi ambao ungebadilisha hadithi zao zote. Akaweka mkono wa utulivu kwenye bega la Andrew. Chukua mfuko wako, unakuja nasi. Kuvuta pumzi mnongono. Mwandishi wa habari akainama kupata angle bora. Muuguzi akasema kwa mnongono, naye kwenda wapi? Kingsley akaangalia safu ya magari meusi ya SUV yaliyoegeshwa karibu na ukingo. Nyumbani. Daktari akalipuka, bau Anderson, hii ni kinyume na taratibu, huwezi tu angalia. Kingsley akasema, sauti kama chuma Akainamia kwa mama yake. Mama, unaweza kutembea kwenda kwenye gari? Bi. Amanda akatabasamu kupitia machozi. Naweza kujaribu. Hakujaribu, alitembea. Hatua kwa hatua, akavuka uwanja ambao alikuwa ameingia kama mfungwa wa kiti cha magurudumu na kuondoka kama mwanamke aliyeachiwa huru. Watu wakampa njia kana kwamba alikuwa wa kifalme, ambayo kwa namna fulani alikuwa malkia wa vita ambayo alikuwa ameshinda tu, Andrew aliinua mfuko wake kwa mikono yote kwa upole kama alivyoinua jani lake. Akafuata kwa karibu, nusu akiogopa mtu anaweza kulichukua, nusu akiogopa ataamka chini ya daraja ambako usiku hukwazua kama mbu. Wakafikia SUV. Dereva akakimbilia kukunjia kiti cha magurudumu na kukilaza kwenye buti. Mwingine akafungua mlango wa nyuma. Kingsley akamsaidia ya mama yake kuingia ndani, kisha akageuka kwa Andrew. "Panda nasi, akasema tafadhali." Andrew akasitasita. Hakukuwa ameketi kwenye gari kwa muda mrefu sana. Alikuwa amezoea kutembea, kusubiri, kutoonekana, lakini macho ya Kingsley yalikuwa na joto. Akatikisa kichwa na kupanda ndani. Mlango ukafunga kwa kishindo. Gari wakaondoka kutoka kwenye lango la hospitali na kwenye barabara iliongoza kwenda Banana Island, ambapo nyumba zilionekana kama makumbusho na hewa ilinukia pesa za kale na ndoto mpya. Ndani ya gari kimya kiliketi pamoja nao, jiji likapita: mabasi ya manjano, wauzaji wa chipsi za ndizi, wavulana wakipiga dirisha na maji ya sacheti. Andrew aliangalia yote kama sinema aliyoiya cha zamani akaangalia chini kwenye mikono yake, mistari hapo yalikuwa ramani za hasara na miujiza. Akafunga vidole vyake kuzizunguka. Kingsley akakohoa, Andrew, wewe ni nani kweli? Andrew akafungua kiniwa chake, lakini kabla hajasema gari, wakapunguza mwendo kwenye lango la jumba refu na jeusi, refu kuliko matumaini ya watu wengi. Walinzi wakasimama imara, lango likafunguka. Wakaingia chini ya mitende iliyonekana kama mikono mikubwa ya kijani ikibariki ardhi. Nyumba iliang'aa nyeupe dhidi ya anga la bluu. Moyo wa andrew ukapiga kwa nguvu. watu wanaishi hapa? Akasema kwa mnong'ono. Kingsley akatabasamu kwa huzuni. watu wanajaribu. Gari lilisimama, wafanyakazi walikimbia nje tayari kuinua Bi. Amanda, kisha wakaganda walipomuona akishuka peke yake. Msichana wa nyumbani alipiga kelele akapiga vigelegele na kulipuka kwa machozi mpishi akaangushia trai. mwandaji bustani akajiondoa kila mtu aliangalia andrew kana kwamba alikuwa malaika aliyevaa mavumbi Bi. Amanda akamwonyesha mshukuru ni huyu mtu alisaidia Mungu kunirudishia miguu yangu mikono ikapiga sauti zilipanda juu mtu mmoja akapaza sauti Mungu akubariki, Bwana. Macho ya Andrew yalijaa, akainamisha kichwa chake. Alishindwa na hisia. Mwongoze kwenye sabule. Kingsley akamwambia msaidizi wake kwa upole. Mwache aoge. Mwache apumzike. Mletie nguo nzuri. Msaidizi akatikisa kichwa na kumwongoza Andrew ndani. Maji moto yalidondoka kwenye mabega ya Andrew, yakinawa miaka ya barabarani na huzuni. Kinyozi alikatakata ndevu zake kwa uangalifu, kana kwamba alikuwa akikata maumivu ya kale. Walipompa joho la bluu ya manjano, akagusa kitambaa kama vile kingeweza kuruka. Akavaa. Kwenye kioo, mgeni aliangalia nyuma, mtu ambaye alikuwa amemjua zamani. Dakika chache baadaye Andrew akatembea ndani ya ofisi ya jumba. Chumba kilinuka vitabu na miti ya sida. Kingsley alisimama karibu na dirisha. Bi. Amanda aliketi kwenye kiti laini, miguu ikivukwa kwa ushindi wa kimya. Kingsley akageuka, akaangalia uso wa Andrew uliobadilika, na kuuliza tena, wakati huu kwa sauti laini iliyobeba shukrani na hofu ya kile anachoweza kusikia. Wewe ni nani? Andrew akavuta pumzi. Macho yake yakang'aa. Nilijifunza jinsi ya kuponya kabla maisha kujaribu kunivunja. Kelele iliangaza kutoka kwenye njia ikimkata ya dharura kali na karibu. Bwana, unahitaji kuja sasa Nanner, sehemu ya pili hatari inakaribia. Kelele kutoka kwenye njia ikapeperusa matetemeko kupitia jumba. Imsaidizi wa Kingsley akazuba ndani ya ofisi, uso wake umechakavu. Bwana, waandishi wa habari wako nje, makumi yao wanadai kujua jinsi Bi Amanda alivyotembea tena. Tunataka kuona mtu aliyemponya. Macho ya Kingsley yalikuwa makali. Waambie wasubiri, hakuna anayemsumbua mama yangu. Lakini Bi Amanda aliinua mkono ukitetemeka. Wache waingie, dunia lazima ione Mungu alichofanya. Sauti yake ilikuwa ya utulivu, lakini macho yake yalingaa alikuwa amepigania Kingsley alipokuwa kijana. Sasa alitaka kupigania mtu aliyemrudisha. Andrew aliganda. Kamera, waandishi wa habari, taa. Hakukuwa amesimama mbele ya macho kama hayo tangu siku aliyoshtakiwa kwa mawaji. Mikono yake ilitetemeka, mfuko wake, nanga yake pekee, ulikuwa chini kwenye miguu yake. Kingsley aliona hofu ndani yake, akaweka mkono wa kutuliza kwenye bega la Andrew. Hakuna atakayekudhuru hapa, sio wakati ninaishi. Milango mikubwa ilifunguliwa na umati wa nje ukaingia ndani ya ukumbi wa marumaru. Taa zilipuliza, waandishi wa habari walipiga kelele za maswali. Ilitokea vipi? Je, hii ni uchawi? alitumia jani gani? Walinzi walijaribu kuwarudisha nyuma, lakini amanda alisimama imara, sauti yake ikigonga juu ya machafuko. Huyu mtu Huyu aliyeva joho la bluu ya manjano aliponya madaktari wote waliposhindwa. Yeye hakutumwa na wanadamu, alitumwa na rehema. Mheshimuni. Kuvuta pumzi kuliangaza kamera. Ziligiuka kwa Andrew. Kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi, hakuwa haonekani, lakini taa zilihisi kama visu. Kifua chake kikakaza na kumbukumbu kumbu za kale zikarudi kwa kasi: seli, chakula baridi, minyororo, mnongono Muwaji, mwandishi wa habari akasukuma mbele. Bwana, jina lako ni nani? Andrew akameza mate, midomo yake ilitetemeka. Alitaka kusema hakuna kitu, kutoweka katika kivuli. Lakini Bi Amanda akagusa mkono wake, macho yake yalikuwa imara. Kuwa jasiri, yalionekana kusema. Jina langu Andrew, akasema polepole pole, ni Andrew Obina Namdi. Nilikuwa mponyaji zamani, lakini maisha maisha yalinigeuza kuwa kivuli baada ya... katika utulivu wa ofisi Andrew hatimaye alisema ukweli. Sauti yake ilikata, lakini akalazimisha kila neno. Nilifundishwa miti shamba na baba yangu, niliponya wengi kupuuza, kifafa, homa, madaktari hawakuweza kueleza. Kisha siku moja, mwana wa mwanasiasa mwenye nguvu aliletwa kwangu. Niliandaa dawa yake, lakini maadui wa baba yake walifuata walisukuma sumu kwenye mitishamba yangu. Mvulana akafa, na walipomkata sumu ilipatikana ndani. Nyusi za Kingsley zikakunjika. Una maanisha walikupanga? Andrew akatikisa kichwa. Ndio, walisema nilimua. Nilitupwa gerezani miaka tano, kwenye minyororo. Niliwatazama wazazi wangu wakifa bila mimi kuwazika. Nilitoka sikuwa na kitu, kliniki yangu imeondoka, jina langu limelaaniwa. Nilizurura hadi nikasahau nilikuwa nani, isipokuwa mfuko huu, akapiga mfuko wa ngozi wa kale karibu naye. Ndani kuna miti shamba ya mwisho ninayobeba, ni ukumbusho wangu peki kwamba niliwahi kuleta uhai badala ya aibu. Chumba kilikuwa kimya, hata msaidizi wa Kingsley akafuta macho yake. Kingsley akasogea mbele, sauti yake ikikata, hukuwahi kuleta uhai tu, ulimrudisha mama yangu ulinipa tumaini tena, na ninaapa, hadithi yako haitaisha kuwa aibu. Asubuhi iliyofuata Kingsley akafanya tangazo ambalo lilitetemeka Lagos. Akiwa amesimama na Andrew na mama yake kwenye mkutano wa waandishi wa habari, alitangaza, mtu huyu hata kejelewa ataheshimiwa. ninafadhili undaji wa kliniki katika moyo wa Lagos, mahali ambapo maarifa ya mitishamba na tiba ya kisasa yatakutana itaitwa kliniki ya Kindness Naturopathy na Andrew ataongoza. Ukumbi ukalipuka, wengine walipiga makofi, wengine walinong'ona, wengine walishuku, lakini hakuna aliyeweza kukanusha muujiza waliuna. Waandishi wa habari walitaka kujua kwa nini Kindness. Macho ya Kingsley yakalainishwa, aliangalia Andrew, kisha mama yake. Kwa sababu wema ndio tu alitupa na ulikuwa wa kutosha kubadilisha kila kitu. Lakini habari zilipoenea, hatari pia ilienea. Wariaskao sehemu ya tatu, adui warudi ndani ya Abuja. Katika ofisi ya kimya, mwanasiasa mwenye niwele za kijivu alitazama ripoti kwenye televisheni, taya lake likakaza. Mwanawe alikuwa amekufa miaka tano iliyopita, kashfa iliyokaribia kuharibu kazi yake na mtu aliyeamini kuwa na hatia alikuwa hai, akisherehekewa kama shujaa. Aliinua simu yake. Mtafuteni, mwangalieni. Ikiwa atatishia tena, mnyamazisheni. Usiku huo, wakati Andrew aliketi kwenye chumba chake kipya jumbani, akiangalia joho lililokunjwa kwenye kitanda chake, kivuli kilihamia kwenye lango la jumba. Mwanaume mwenye nguo nyusi alinong'oneza kwa mlinzi, akisukuma kitu mkononi mwake. Mlinzi akaangalia kwa wasiwasi wasi, kisha akamwacha asiingie ndani ya eneo, asiyeonekana, asiyesikika, akisubiri. Hewa ya usiku katika Banana Island ilikuwa ya kimya kimya zaidi. Taa za jumba ziling'aa joto na laini, na kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi, Andrew akalala kwenye kitanda halisi, vidole vyake vikasunikiza ndani ya godoro kana kwamba vikijaribu ikiwa ni halisi. Aligiuka upande na kuona joho la bluu ya manjano liliyokunjwa kwenye kiti. Moyo wake ulijaa, lakini hofu ilikuwa kwenye kingo. Kwa nini mimi? Kwa nini sasa? Ng'ambo ya eneo, katika vivuli vya kutandefu, mwanaume mwenye nguo nyeusi aliinama chini, viatu vyake vilizama ndani ya nyasi. Mkononi mwake, mkono uliofunikwa na glavu, kifaa kidogo kiliwaka nyekundu. Kipokezi cha sikio kiliunganishwa na sauti ya mwanasiasa huko Abuja. Gundua anachobeba mfuko ule. Mtu huyo hawezi kuinuka tena unasikia, midomo ya mshambuliaji ilikunja. Ndiyo bwana, kabla ya mapambazuko Andrew Obina hataendelea kuwa tatizo. Wakati huo huo, ndani ya jumba Kingsley aliketi kwenye ofisi yake akishindwa kulala. Mama yake Bi Amanda alikuwa amelala kwa amani miguu yake ikitandwa kwenye kitanda chake kama malkia aliyerudishwa, lakini akili ya kingsley ilienda mbio. Alirudia tena matukio hospitalini, jinsi Andrew alivyoinamia chini, jani mkononi mwake, muujiza wa ghafla. Je, ilikuwa ni mitishamba kweli, au ilikuwa kitu kirefu, kitu sayansi haitawahi kuelewa? Akamimina glasi ya maji na kutazama nje ya dirisha je, naweza kweli kumwamini? Alifikiri, au ninaleta hatari ndani ya nyumba hii? Kana kwamba kujibu mashaka yake, mlango ulilia. Andrew alitokea, mfuko wake ukining'inia kwenye bega. Akasujudu kidogo. Bwana, samehe, sikuweza kulala. Mahali hapa ni kimya sana, masikio yangu yamezoea ya kelele za mtaani. Kingsley akamwashiria aketi. Haina haja ya kuomba radhi, Andrew, ninahitaji kukuuliza kitu miti shamba hiyo, unajuaje mengi juu yake? Inafanyaje kazi hata madaktari wanaposhindwa? Andrew akajishusha kwenye kiti, macho yake yakiwa na kivuli cha kumbukumbu. Baba yangu alinifundisha kwamba miti shamba ni kama watu, wengine ni wapole, wengine ni wakaidi, wengine wanaponi kwa kutuliza mwili, wengine wanaponiwa kwa kuamsha. Nilijifunza sauti zao, nilijifunza lugha yao lakini watu wenye nguvu waliogopa kile hawakuelewa walinifanya kuwa adui. Kingsley akainamia mbele, na sasa mikono ya Andrew ikakaza kwenye ukanda wa mfuko wake. Sasa ninataka kuponya tu, kutoa uhai tena, hata ikiwa wangu umevunjwa. Kabla Kingsley hajajibu, mgongano ulitokea kutoka nje. Walinzi walipaza sauti, mbwa alikwazwa kwa hasira, kisha kimya. Kingsley akaruka, Andrew akafuata, silika zake kali. Walikimbilia kwenye njia ambapo wajakazi waliangalia kwa wasiwasi wasi kutoka nyuma ya milango. Mlinzi mmoja akapepesuka ndani, akishika tumbo lake. Damu ilipaka shati lake. Bwana, mtu fulani ndani ya eneo, akahehedu kabla ya kuanguka.